ni imekuwa ya chini sana. Hey, kwa kweli biashara mwaka huu si nzuri sana ilivishi kutokana na ukame. Daudi, mkazi wa Dodoma, nafanaduka ya vitambaa One Way barabara ya kumi kwa Sultani Fabric. Tunauza vitambaa na vitambaa vyetu ambavyo tunauza biashara sasa hivi imekuwa ni hali ya chini sana kutokana na watu ambavyo vitambaa vinamwaga sana nje huko vitambaa. Yaani vinauza elfu tatu tatu kwa bei ya chini. Biashara kwa kweli ya, ya, ya tofauti na mwanzoni ma, mwezi wa nyuma huko imekuwa chini sana. Kwa kweli biashara imekuwa yani imekuwa ya chini sana yani. Imekuwa ya chini tofauti na mwaka jana. Kwa sababu mwaka jana ilikuwa kuna biashara, lakini mwaka huu iko chini sana. Kutokana na vitambaa ambavyo vinasambazwa mtaani vinauza 2500. Yaani imekuwa ni yani, hali ya chini sana. Sijajua, si tutegemea kwamba mwezi wa Ramadhani ambao unakaribia kuisha tuone kwamba hali hiyo itakuwa vipi na jinsi mambo yatavyokuwa na vitambaa. Bado vitambaa ambavyo vipo madukani vitambaa vizuri sana sasa, hatujui wenzetu vitambaa wanauza elfu mbili mia tano. Kwa jina anaitwa Ibrahim Shomary Simba, mkazi wa Dodoma, mfanya biashara wa vitambaa apaanu. Yani kwa sasa hivi biashara imekuwa ngumu kwa sababu kwa sababu mbali mbali ambazo kama kana kwamba watu wengine kwa maduka mengine wanavua vitambaa nje, na sisi wa madukani tunaendelea vile vile kuuza vitambaa vyetu, lakini kidogo wenyewe wanafanya biashara na kwa ngumu kwa sababu wenyewe wanamwaga vitambaa chini, alafu iko kitu ambacho ni sio kizuri, yani biashara inazidi kushuka chini na wanashusha brand ya wauza vitambaa. Kwa hivyo wananchi pia waangalie pia wananchi, kuna vitu ambavyo ni original na kuna vitu ambavyo ni feki. Kama ah, hivo vitambaa vinavyomwaga chini havina ubora wa aina yote, huku sisi kwetu madukani wanazidi kutukandamiza. E, mimi naitwa Eulalia Anthony Masawe, fanya biashara wa nguo za watoto wa kike na wa kiume na baya pia, zipo nguo nyingi mbalimbali pia hata magauni ya kinamama, niko maeneo ya one way barabara ya kumi. E, kwa kweli biashara mwaka huu si nzuri sana, hairidhishi kutokana na ukame.